nase ekenyoro kia bogusero nyangorora iyie gotoka ase ekenyoro kia miriri eward agachuba ebunge ya kitutu masaba ekaunti a ya nyamira Yani togoika ase nka yaomogaka Jackson Nyakundi anari oyo ore sokoro ya omoroki wa monyaroka oyooberega kobora ase emetinyi etato na matuko akare koera ase erieta egira gose Alice yoro omoroki wa ograd 8 ase sukuro yoboroso boroso ya nyangorora compressive koro oyomo sebache koro bane akabora korunka aiga konyaa namokiniria osomire oikire greti eight mbono eche konyada giret nine omochekore ya morieta aye niga akorwkwa arisi naende erinde eriarigete esukuru igarigete igira lakini emorieta aye onsi arisi naigira nayaye niga are omwana owate emiaka ikomi naene niga are omomwamu omonetu omweng'e tari kuana mono ni garo na bo ngo kuana ari buya lakini rende tari mwana mo kuana kuani mono iga, iga ga kuana mangana make na inde ke okira kenge tut, tuta venga iga ru mwana mukiriru iga ru eten kai ga kurwa ru ngai go kurire metinya tatu tuta nya komorora nyuma tara cha kogenda cha kubura iga kabeiro kogenda nye bengine kero ba chire sport sie skuru ogenda ogenda ta kuira na itukerio

Rebeka ogete ong'ina kora morokiwa oyo obeteka kobora <laughs> omwana otosirereti na no omochokoro omwana oyo gaos iga gosomanya ngorora grade eight bono oborire emetienyi etato onde bwensi omorochi gaki igatore na omoichano omonene onde bwensi omorochi aki motomanyia omwana oyo ogo tore na omoichano komoranche tokonya twaribotri ase abasigari abagambi obekirwe omonto ande otaratoka bono gaki igo twaetire iga iga naende torore gose ngotoka are igo tokumeti tokonye gaki naase ensemo yaye anti yaye gladis kerebwamona anko yaye lamekenyakundi no omoichana omonene omwana no, atoborete korwa ase enga omwana oyo iga agosomagireeti eitie esukuru ekoro kunyangorora primary omwano ya ekerasirete iga abegete eyanga egetenge gekororekana iga gaki onde omoroche tiga tokonya ase abagambi noonde bwensi otomanyete gaki tigatwakire esimi gaki mwegwa enamba ya esimi iga akoroko amariate aye igakorokw arisigose egira igo togosaba onde bwensi omoroche rituko ria omoe riarorekanete rituko riaomo rituko rituko arwete kaiga iga atosirereti iga begete eyanga ya egetenge naende obeire gakororeka na omokonchoro bobaracho na kegati igo nde bwensiogaki omoroche atomanyiegere omwana oywo aira nagenda esukuru esukuru nere era mokonya ase obogima bwake gripota eria ete television korwa ase ekenyoro eke iga kiabogisero nya ngorora y egotoka chinsemochiamirire asegwori agachuba ase ebunge ya kitutu masaba ime ya ekaunti ya nyamira rietariane igo nkorokwa ogero pita